lakini vile vile tunakutanika hapa kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tangu ameapishwa, mbali na changamoto hizi za hapa na pale ambazo zinaendelea kutokana na ushawishi mkubwa wa Magharibi na nchi zingine za nje kwa kuwatumia baadhi ya vijana wetu na baadhi ya vyama, tumeona jinsi alivyosimama imara. Ahadi zake za siku mia moja akipata nafasi ya uongozi baada ya kushika nafasi ya urais anaendelea kuzifuatilia na kuhakikisha kwamba zinafanyika. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika mambo anatupima sisi viongozi tunamsaidia jinsi gani, kila idara inajielekeza katika kutatua changamoto na hususan changamoto ya vijana, kwa sababu tunajua wote kwamba asilimia kubwa kama sisi hapa, kuanzia miaka kumi mpaka mpaka miaka thelathini na tano ni asilimia 40. La tatu ni asilimia kubwa, ukichukua sasa mpaka na arobaini, inaweza ikafika hata nusu ya population ya ya Watanzania, na hivyo basi ni kikundi kubwa ambayo hatuwezi kulibeza na hatuwezi kuliacha nyuma, kwa sababu ndio mustakabali wa nchi yetu. Hao vijana ndio tutawaachia uongozi sasa, waende wakaendeshe ye, uh, nchi. Wakija hawaijui kwanza ile historia ya nchi hii uchungu wapi watu wametoka na wanaendaje, vitu gani vya sacrifice na vitu gani vya sacrifice watatufikisha mahali. Mtakuta nchi tumekabidhi watu. Mmeona situation Sudan, binti 22, 22 wa miaka ishirini na mbili, ahali salafu ametumika kama elfu mbili na kumi na tisa akiwa chuo kikuu, akatumika na mabeberu akaanza kuleta chokochoko choko na kuhamasisha vijana wa vyuoni kwenye mitandao, Omar Bashir afa, tutake mageuzi, tunadai hivi, kama ambavyo tunavyoambiwa tunavyoona sasa hivi vijana wetu, tunadai katiba mpya, tunadai kiongozi aondoke, tunadai hivi. Mimi naomba vijana hasa wa kwenye vyuo msije mkadanganyika, ili jambo linaonekana lina sura ya ndani, tusije tukawapa watu fursa wakatimiza waka ajenda ambayo wanaitaka. Nchi ina, ina, inalengwa vibaya sana, inatamaniwa vibaya sana. Ukiangalia katika nchi ambazo zinakuwa kiuchumi, Tanzania ni katika moja nchi ambazo zinakuwa kiuchumi. Huwezi kufanisha na wenzetu jirani, sisi uchumi wetu asilimia sita nukta nne, wenzetu ni asilimia nne ya uchumi. Tamini kama kuna vijana wa Tanga hapa watafanya vitu viu, kwa kweli nitawashangaa lakini, kama watataka kufanya wafanye, kwa sababu wanasema chezea masharubu, lakini usichezee dola; chezea ndevu, lakini usichezee dola. Sisi hapa bahati nzuri, kwa sababu tuko kwanza mpakani, tuna vikosi vyote, ulinzi wa anga wa nchi hii iko hapa Tanga. Kwa maana hivyo, tunawamonita kwa njia mbalimbali kinachoendelea Afa, lakini tunavyo vinevi iko, tuna vitu vyote vinavyoweza kufanya kazi ndani ya ardhi, kwenye bahari, kwenye kwenye anga na hata katika mifumo mbalimbali mbali. kwa hivyo naombeni sana tusaidieni, Tanga iendelee kuheshimika na Tanzania iendelee kusimika kama kisiwa cha amani, na tutatumia nafasi hii tuliopewa na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kile tunachoweza kukifanya kufanya hali za watu zikawa bora zaidi kama ambavyo Mheshimiwa Rais anataka, ili akiondoka madarakani kama amesema baada ya miaka mitano, basi aache tabasamu kwenye nyuso za Watanzania. Na hilo ndio tutalisimamia kuhakikisha kwamba kuna baki na tabasamu, na wala hatusubiri miaka mitano, kila kota tukijipima kwamba ndani ya robo mwaka tumefanya nini. Nataka tuone tabasamu la wananchi. Hey, mizigo ya meli na ndege imefika. Sasa ni rahisi. Mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani inakufikia kwa muda mfupi sana. Safirisha na Simba wa Bahari. Ni salama, haraka na nafuu.